aliyewajibishwa nani? Mpaka leo Simba anajifanya okay, mbele wanataka -mbele, kucheza mechi. Safe. Au wanataka kucheza mechi kwa sababu anasikia mwanaume kasema acheze? Sikiliza, kabla hapo <laughs> jambo hilo tumalize, tunasemaje? Kamba hantu ilegezi msimamo ni ule uleule oh. Hiyo mechi hatuchezi yani kivyo vyote vile oh. Wasituone machizi, wananchi daima mbele na wakitaka tucheze labda tuwacheze oh. na wakitaka tucheze labda tuwacheze.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 Yaani wao saa hizi wanajifanya wanautaka, yaani wao wanajifanya wanautaka kwa sababu Yanga wameona, yaani Yanga wamesema wachezi woya. Siku tukisema tunakuja wanatugeuka. Simba vigeugeu, siku tukisema tunakuja Hey, Aji. Aji. Uh, sasa si uh, uh, tunajua atakupepesa kwa sababu <tusurimiliki> moja wale wenzetu kabisa wamesema wame wame usiku wa manane kwenye barua yao, Oya. Hatutashiriki mchezo. Watu hawajajibishwa. Sasa, haya watu hawajajibishwa na wao waliposti kwenye page yao. Au tuiposti tena msimamo wenu kama wa mnyama ule wa kwanza, hawajibishwa, hatuchezi, hatuchezi. Daraja. Oh, yani sio jambo geni oya. Kwanza lile kombe tunalo, hatuna lile <coughs> la championship, siko ligi, daraja ya kwanza. Kwanza tunalitaka k kama atupeleke, atupeleke na tutashuka nayo shekhe. Watu wameshuka na Juventus Turin, sembuse yanga kushuka na yanga yetu tena shekhe. Naamini ya kwamba kwenye TFF pale kama kuna mtu chuma wa kuishusha daraja Yanga tunazungumza huu ni mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano. Tutakutana Oktoba pale pale, tutakutana Oktoba kama kuna mtu wa kuishusha Yanga daraja Tutakutana Oktoba, labda daraja. Tutakutana Oktoba. Unaweza kumshusha yanga akiwa anaenda Kigamboni, ndio mshushe pale, afuke hapa na gari lingine hapa na gari lingine. goli la fumau, goli la fumau. Nilizeni na jambo lenu, na jambo lenu. Yani kitendo tu cha kuvaa hii t-shirt, hatuchezi ngo, hatuchezi ngo na okota. Naam, ndio. Asante, umepoa. Hatuchezi, hatuchezi. Yani maana yake unajua nini? mmenunua